Zaidi ya familia elfu tatu kutoka mtaa wa Marachi mjini Busia zimepokea msaada wa vyakula na bidhaa nyingine za kujikimu kutoka kwa afisi ya katibu mkuu mwandamizi Arthur Osiya. Msaada huo ilijumuisha mifuko mia tatu ya mchele na mifuko mia mbili ya maharagwe. Shehena hiyo inatarajiwa kuwasaidia mayatima na wajane katika eneo hilo. Ningehimiza uh, wakenya wote tuwe na mioyo ya kusaidia. Wewe unapokuwa una unaandaa sherehe na una chakula yani, chakula kingi na Mungu amekubariki, kwa kweli unajua kwamba Mungu amekubariki, ni vizuri kuweza ku kushiriki na wale wahitaji. Tulipata chakula kutoka kwa serikali tukipitia kwa mheshimiwa Arthur Osiya ambaye aliweza kutusaidia chakula ingawacho kitoke pale juu, because hapa Burumba tuko na na families nyingi sana, pamoja na makanisa vile mmesikia uh, pastor akisema, mama Agogo akisema kwamba wanasaidia wana maskini wengi wanasaidia watoto orphanages, na ma widows wengi.